Hili ni fundisho kwa vijana wote wenye tabia ya kukataa mimba na kuibia watu vitu vyao. Anakataa mimba kisha hili linamtokea. Katika kijiji cha Nyasubi kilichojivunia utulivu na bustani za matunda tele, paliishi kijana mmoja udari na mwenye nguvu aitwaye Shujaa. Shujaa alikuwa mwindaji mashuhuri anayewinda wanyama pori na kuwalea wanawe na mke wake mpendwa aitwaye Zawadi. Maisha yao yalikuwa ya furaha na yenye raha tere. Nyumba yao ilijaa ukelele wa watoto wawili, dada na kaka. Shujaa alijivunia sana kuwa mzazi na kuwapa watoto wake kila kitu alichokiona kizuri. Alikuwa na ndoto ya kuona familia yake ikiendelea kukua lakini pia alikuwa na wasiwasi wa kuwapa maisha bora. Changamoto ya moyo na mzigo wa moyo wa shujaa, aliyopata hamu ya kuongeza familia, alipata mshtuko mkubwa sana. Zawadi alipata mimba tena, lakini shujaa alihisi hofu kubwa sana. Alijiona kama mzigo wa kuwalea watoto zaidi ulikuwa mkubwa mno. tayari tumeona watoto wetu wawili, alisema kwa hasira. hatuwezi kumudu mwingine, mimba hii ni mzigo kwa familia yetu. Ingawa Zawadi alitamani kuzaa tena, shujaa alikataa mimba hiyo kwa nguvu zote. Alitumia maneno makali sana na kumwambia mke wake kwamba hakuwa tayari kwa mzigo huo tena. Zawadi aliumia sana na kusononeka sana moyoni, lakini alikubali kukataa mimba hiyo kwa kupenda. Yaani hakutaka kabisa kuitoa mimba hiyo, lakini amani ilikuwa imevurugika katika nyumba yao, kisa yeye kupata ujauzito wa mtoto wa tatu. Kukataa mimba na ya macharoni shujari ya Mungu, kukataa mimba hiyo kwa kumfanyia Zawadi vitendo vya kikatili sana, vitendo vya kikatili vilivyopelekea Zawadi kumfanyia mke wake hii. Aliumia sana, alimpeleka kwa mganga wa kienyeji ambaye alimpa dawa za kufanya mimba hiyo iondoke. Zawadi alipoteza mimba hiyo na moyo wake ukabakia wenye kiu na huzuni. Suja alijisikia huru na mzigo, lakini loho alikuwa na wasiwasi rohoni mwake, yani alikuwa na majonzi sana. Alianza kuona maono ya kutisha usiku, mtoto asiye na sura akimwita na kumuuliza kwa nini, kwa nini, kwa nini mlinitoa kwa nini? Mazingira yakaanza kumkimbiza usiku akiwa ndotoni, wanyamapori walianza kukosa kwenye misitu na mavuno ya shamba yake yakaanza kupungua kwa kasi sana. shujaa alijisikia kama laana imemfunika. Kukumbana na matokeo. Miezi minne baadaye, familia ya shujaa ilikumbana na msongo mkubwa sana wa mawazo, janga na njaa. Watoto wake wawili waligundulika kuwa na ugonjwa wa ajabu ambao haukuponyeka kwa dawa za kienyeji wala za kisasa. shujaa alijikuta akiwapa watoto wake matibabu kwa gharama kubwa sana, lakini ugonjwa ulizidi kuwa mkubwa kila siku. Mawazo yake alikuwa makali, alijiona kama amekosa bahati ya kukata tamaa mimba hiyo. Hatimaye alipotafuta alijiona alifanya makosa sana katika maisha yake kutoa ule ujauzito katika mke wake. Alifanya makosa sana maana ile mimba ndo inamletea laana katika maisha yake. Hatimaye alipotafuta msaada wa kiloo, mzee wa kijiji alimwambia, umekataa mimba ya Mungu na sasa umepokea laana yake. Mungu hutoa na hutoa tena, lakini hupendi kukataliwa. Shujaa aligundua kuwa kukataa mimba hiyo kulikuwa na hasara kubwa kuliko alivyo dhani. Kombona masomo shujaa alitoboka moyo na kukumbana na ukweli kwamba ukataa mimba kulisababisha mateso makubwa kwa familia yake, na aliamua kujitolea kwa Mungu kwamba kuwapa watoto wake upendo zaidi. Alipotafuta msamaha kwa Mungu na kukubali kuhubiri yale yani ujumbe wa samani ya uzao, watoto wake wakaanza kupona pole pole. Hadithi yake ikawa somo kwa kijiji chote: usikatae mimba ya Mungu, kwani kila mtoto ana baraka yake. Shujaa alibadilika na kuwa mtu mwenye huruma na hekima, akisaidia wari walio na changamoto za uzao na familia. Mwisho wa hadithi hii, familia ya shujaa na zawadi ilipata amani tena, lakini kila mara walikumbuka uhakika wa kuwa Mungu hupenda kuwapa watoto baraka. Hadithi hii inasisitiza sana thamani ya uzao na athari za kukata mimba kwa maslahi ya kibinafsi na hapo ndo mwisho wa stori yetu. Na hii ni Smax Films, inaitwa ineiswa Smax a, -A. Smax king of fact. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe updated na video mpya takaofuatia. Namaste.